masharti niliyokuagiza yamekushinda ngoja tupambane. Ni kazi tulifanyia hapa. Sawa, tuombe Mungu. Hakuna fundi fundi, ni Mungu. Tuko pamoja. Bismillahi rahmani rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmani rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin Bismillahi rahmani rahim qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad Mwenyezi Mungu kwa uwezo wako na Mungu, kuhuli, Mungu, pesi, alo hivyo, Mungu, kwa baraka zako. Tutamwombea Mungu mja wako huyu mwanapatini. Mwenyezi Mungu umfanyie wepesi, umwondoshie maradhi yote aliyokuwa nayo. Aliofanya hivi kwaomba Mwenyezi Mungu, kwaomba wewe na sisi tutakuomba Mwenyezi Mungu. Koma koma umeni, kwa koma za kiukeni na kwa koma za kiumeni, twaziomba zilale. Waliotangulia waweze kulaza vichwa vyao chini. Wafalme waheri watawale katika shughuli zetu. Mwenyezi Mungu tusimamie, Mwenyezi Mungu mpe afueni mja wako huyu kwa uwezo wako na kwa baraka zako. Nasema na nyinyi majini wabara na pwani. Na pa habi mtaibike, baba mwenzio ni baba yako, mtoto akinya kiganja kafanya kuoshwa. Jini usemewa na akasikia, asosikia habi basi, huo ni jura. Na kuparazi maalimu ruhani, na kuparazi maalimu subiani, na kuparazi wabara, na kuparazi wa pwani, habi shauli lani nyote na baba jini, hali mtu jini anakula vitu na baradhi. Alofanya hivi kama muomba mwenyezi Mungu, na sisi muomba mwenyezi Mungu.

sivugura navugura kavugure njira ande ukativugurile ukativugurie utsai amba wenyezagangana utsaina mwenyenaasili wechizala sikunam taku mganga mganga ni mrungu mwenye natakila mwenge navoya namboya mrungu namvoya mwanafatima mrungu nazaganga nautsaina mwenye asili wechizala skunama hii hapa utaiga mara hizi mara mbili nusu kwenye mafuta ya kupaka mwili mzima Sawa, itayobakia atajifukiza. Hii hapa ni auji, ndio tutakutembelea mzemte. Asante sana mzemte. Sawa sawa, -sawa. sawa, sawa. Tuombeni Mungu. Kikubwa kwanza ni uzima, tusiangalie pesa a, tuangalie ni uzima, japo pesa nazitaka. E, mjitafute lakini E, mjitafute ndo mzangu, akubali mzee wangu mzangu mziwangu ambanakutemeka katika kijiji, amina. Haya, hizo kamba hizo zitachukuliwa, hizo kamba zitaenda tupwa njia panda, atakenda tupa hizo kamba, asiangalie nyuma, sawa eh? Zote hizo kamba hizo zitakusanywa vizuri, zitaenda tupwa njia panda. Mke wa yule kijana kashapona? Unafikiri ni nani anaweza kumponesha katika kijiji hiki zaidi ya mimi? Mimi ndio chanzo cha kutaka yule apone. Kwa nini unitume nikamfanye vile na wakati ulikuwa ni yako kumponesha? Nimeamua kufanya vile kwa sababu nilitaka waone umuhimu wangu katika hichi kijiji. Watambue mimi ni nani. Lakini kulingana ujeuri wa yule kijana alionifanyia wa kuja kunitusi sina sababu ya kuendelea kumtesa yule binti wa watu, nitadili na yule kijana sasa. Basi, kuna kazi nitakuagiza ukaifanye, na kuna kitu nitakukabidhi ukiwa wewe ni shujaa wangu. Nimekutegemea, sawa mwanangu? Sawa, nitafanya kazi yako kama utakavyoniagiza. Lakini nisisikie neno la kumponyesha mtu, sawa? Huu ni wakati wa kulipa visasi na kama halitawezekana kufanikiwa hili swala, mimi tunguli zangu nitazichoma moto. Sana unakuwa nini, lazima watambue kijiji hichi mimi ni nani. Sana haliishi kirahisi, lazima tuoneshe kwamba sisi tunaweza. be ni mda mchache sana tumefika katika kijiji chetu, lakini tumepitia magumu mengi sana katika mda mchache huu. Mi nisiwe mwingi wa kuongea, napenda tu niende kwenye point ya msingi ambayo imeniita, ambayo imenifanya tuje sehemu hii. Nikwambie hmm. naomba usinipinge lakini Wow. Nimekaa na akili yangu ndogo tu nikaona kwamba licha ya kuwa uliongea na shimegi yako, si ukachumiwe machungwa, si mpaka mafenesi ya kuwe, si nini ule watu uh, ni watu waachane nao. Yote mi nisiwe mwongeaji sana, niende tu kwenye pointi ya msingi. Nahitaji turudi mjini. Sawa, hmm. Lakini mimi ningependa tusiondoke kwanza. Simaanishi machungwa yatakuja, bali yani nataka tukae kwanza, ili ulipize kisasi. Ulipize kisasi, ndio msubiri analipiza kisasi. <laughs>

Aye, M -m maji, kuchota maji. Mm. Aturudi mwambie ndai mazingira, mimi nakuja. Sawa. Sawa. <tuhi> <Yeah. Four. tuhi> kukupa shukrani kwa jinsi ulivyopambania mwanzo wa jambo langu mimi na mke wangu, vile kwa naumu mpaka pate kufikia. Kuna sehemu nilitaka kufanya mambo mengine, lakini pia ukaja ukanizuia unipokea kama kijana wako, mpaka nikajiuliza mzee, mtu ukiachana ukaribu na mdogo wangu Mika, lakini pia ana kitu ndani yake. Kwa hiyo unahitaji shukrani dadali sana kutoka kwangu, lakini si mimi tu, hata mke wangu mwenyewe alitamani sana katika safari yetu pamoja aweze kufikishia naye shukurani zake za dhati na jinsi anavyofurahikia na ulivyomsaidia kwao. Tukushukuru sana. Sawa sawa, kijana. Mimi nashukuru, lakini shukrani ya kwanza kwanza wa kumshukuru ni Mwenyezi Mungu. Sawa. Sawa. Tumtangulize Mungu kwanza, chapo mtanguliza Mungu alafu ndio tuangalie mambo mengine. Mimi nimepokea shukurani yako kama alishaitanguliza kwa Mungu, Sao, ha, Mungu kwanza. Sawa sawa. Ah Mungu tunazitanguliza. Naamini toka siku ya kwanza ulituambia tumtangulize Mungu na ndio tunavyoishi maisha yetu. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu akupa wewe kipawa cha kuweza kuwasaidia watu ambao kuna watu mwingine hawatuyaoni. Sawa sawa. Unaona wewe kupitia makarama yako basi tashukuru Allah. Jambo limeenda kama walivyokuwa umetuahidi. Sawa, mimi nashukuru sana kama umeliona hilo maana ni kumi kwa mmoja vijana kama nini wamfanya mtu shughuli mwingine hapa afanikiwa akikuona pia kukimbia. Lakini kama umeleona na hilo, hata ile shukurani pia napata, nafarijika. Nashukuru sana kwa kuipokea, na nimeipokea kwa mikono miwili. Na Mwenyezi Mungu akufanyie pesi. Amina. zaidi na zaidi. Amina. Sasa kwa kuwa muda nataka niondoke, ndio nikaona nikwambie na hili nalo. Sawa sawa, ukweli nimekuja na masuala mawili. La kwanza nikukupa shukrani, ndio, lakini pia la pili nataka nikuage Mm, mimi na mke wangu nataka turudi mjini kwa sababu nilikuja katika masuala mingi niyafatilie, lakini kutokana na hivi vitu ambavyo vimejiingiza ndani yake. sawa, sawa, menitoa sana mchezoni, nimepelekea mpaka, yani, sielewi wapi nianzie, wapi nimalizie. Nimchukue mke wangu turudi kwanza, baadaye nitajipanga nitakuja tena kwa mengine. Sawa sawa, mimi na nitoe shukurani zangu, nashukuru na Mwenyezi Mungu afanye pesi kwa safari yenu mm, mwende salama Mana safari ni hatua wenyewe, waenga wakwambia. Ila nina jambo moja, sisi bwana, tulali na deni. Jambo kama lipi, ndugu yangu? Mimi na mke wangu tumekubaliana kwamba hataki tuondoke katika hii ardhi yetu, ndio mpaka le mwanamke tumlipizie kisasi. kisasi? Ndio. Kwa maana hiyo mimi nikitoka hapa, bibi mkubwa, nakwenda kumfanya tukio ambalo kwamba hapa kijini tunaacha historia, kwa sababu haiwezekani mtu mmoja kila siku apande watu vichwani tu, mtu mmoja wa kila siku asemwe yeye. Kisasi sio kizuri, anayoanza ni mzuri, amalizaye ni mbaya. Kuna siku siku zile, nimekupa mesali ya Kidigo, nikakwambia singo ya kuku usongonyora kanda. Unajua maana yake? Hapana, sijui maana yake. Kuku ukitaka kumnyonga umnyonge hadharani, kwenye huma kama hivi. Wamnyonga huko nyuma ndo wamleta hapa watu wampika. Kwa sababu nikimnyonga hapa watu wengine watashindwa kula, wengine hawali vibudu. Kwa hiyo si kama zile pale. Wewe utasema kabisa mimi nitafanya huko na huko, serikali ina mkono mrefu ndugu yangu. Simama kwa Mungu. Narudi pale pale. Sio kama sisi hatuwezi kufanya hivi vitu, twaweza sana, na pana wazee wanavyoweza haya mambo. Lakini basi mama, kwa Mungu simama kwa Mungu, kia yeah. Sakafiru haitolewi hivi hivi. Sawa. Ninashukuru kwanza kwa hekima zako na kunitoa katika akili ambayo ambacho enda na wewetuhsema sawa kwa kwa kwa Mungu na mlani shetani. Ni wewe tu kusema la kweli. Hey, sema sawa. Sawa. Karibu sana. Mimi nikushukuru bwana binti wanatoweka katika falme za kichawi, binti ambaye huna akili hata kidogo. Unaweza kusema hivyo, na siku ya leo ilikuwa ni siku yangu bora kabisa ya kulipiza kisasi changu, ili hyo mmako akikaa ajifundishe na ajue ni kitu gani ambacho anakuwa anakosea wenzie. Hivyo, binti mzuri kama wewe, Mungu amekujalia urembo usiyekawa, ukafikiria maisha yako ya kesho. Kila ukicha, ni mtu wa kufanya mabaya tu dhidi ya ndugu zako Kiukweli umeniumbua na umeniumiza sana, kwa sababu nategemea kwamba wewe uje kuwa ni binti wa baadaye wa kuelimisha ndugu zako ambao wanakuwa, lakini utakuja kurithi vitu vya kipuuzi kwako kama ulivyorithi vitu vya kipuuzi kwa mama yako. Ya badilika, wakati unao achana masuala watu wa zamani, waendelee maswala yao ya kichawi, watakuwa ujitafute, si mwenielewa? Laitani, kama sio watu ambao wako nyuma yangu kunielekeza dunia jinsi ilivyo, leo ningekufanya tukio wewe, Hichi kijiji chote kingekaa kikatetemeka, hichi na wasingekaa wakaamini. Alafu mama yako angejifunza akajua maumivu ambayo atakopitia, kwamba ni namna gani vijana wenzio wanaumia kwa sababu ya mambo kama mpuuzi. Mwangalie sura ah!